So, sababu kwa sababu ilishakuwa issue, so, kuna mdada mmoja anaitwa Sebi b anaitagwa Sebi nani jamani, ni sister Madam Boss, ni mdada ambaye alikuwa ameolewa, anaitwa Sebi Sebi Cox, eh, Cox Nyasego ni, ni mdada ambaye ametengeza brand yake uh, ni msomi yule. She's a scholar. Ndema ambaye amesoma nina nini, so alikuja akaolewa na jamaa fulani ambaye ni wakili mkubwa tu naitwa Steve Ogola hapo, last year but one, kama nakumbuka vizuri 2023. So wa, walikuja waka part ways, ila uh, Steve Ogola yeye aka, he moved on. In fact, ni juzi tu katika moja wapo wa television wameonesha interview that that guy did na mke wake mpya. Sasa hapo ndio imeleta issue, na issue kubwa ikasemekana sasa, kumbe baada ya pale yani, so usijua tu vile. Na breakups breakups they've never been fun, oh breakups are messy, oh Lord of mercy. Sasa eh, ikaonekana yule mke mgeni yule mke mgeni yani kama anamchana anamchana vile huyu Sebi, na mambo yakawa mengi mpaka pakaja pakatokea videos eh za sababu mtandaoni, screenshots it's not a lot of screenshots za Sebi akiwa anamwambia, mbona anamwacha huyo mke wako mpya anadhalalisha, kanamwambia anamwambia

iliyopo ni ya mahari, hiyo imeleta ishu kwa sababu hata brother ya Sedi amekuja sasa, akaongea akasema, huyu mm, jamaa alikuwa na na, na, na na like what was the purpose mm, of him mm, kuchukua videos za zile ng'ombe zikirudishwa kwa sababu zilichukuliwa, kwa sababu nasikia walienda na makamera kule kwenda kurudisha sasa kwa kina nini kwa kina na Sebi na kwa kina kwa kwa. So, na Kove huko. So ndio jamaka asema company ile ilikuwa ni kama kutuletea aibu kwenye familia yetu. Kumbe jamane unasema so, kwa wale walikuwa wanaoa, mm -hmm. Jamaa alipeleka fake. Uh, <laughs> Mshauri mimi mwa mtandao hivi. Yenye tuko hapa live lakini sasa si unaona tu ni mimi tu hapa. So apparently this guy alitua Land Cruiser. Mm -hmm. Akionesha kama nampa Sebi zawadi. Kumbe ilikuwa ni gari ya kuhaya ile. Nakwambia. Unajua kwa haya? Eh, unajua kwa haya. Na wewe unaambiwa umenunuliwa. Mm. Dunia sisi tunajua hata tunashangaa mbona utembei na hiyo gari. Acho <laughs> <Atumahaya. laughs> I know the guy the girl I don't know if she knew kama hiyo gari ko mm. hired ila sasa sisi duniani tunajua amepewa gari. Yeah, yeah, yeah. Sisi tukikutana na wao kwenye mikutano tunashangaa kwa mbona ukujenge na ile gari. Mm. Na una shida kutuambia iko garage. No, mara imeenda sijui wapi. Eh. Basi, nataka tudole hapa kwenye mahari hapa. Umeniambia, ki- kilunje inarudishangwa? Hapana. Ah, oh, hakuna yo mkoshua